Kwanza, ndugu mtangazaji, naomba niweke sawa kuhusu hmm. masuala ya uandikishaji awamu ya kwanza waliohusisha na uchaguzi wa serikali za mitaa hmm. na uboreshaji wa awamu ya pili huu hmm. oh, uboreshaji wa awamu ya pili ni uboreshaji kwa ajili ya uchaguzi mkuu hmm. hmm. hmm. hmm. Mara ya kwanza tuliboresha Januari yeah, wakati uchaguzi wa serikali za mitaa ulikusha pita. Ah, okay. uchaguzi wa serikali za mitaa tunasema tunaandikisha orodha ya mpiga kura mm -hmm. na sio daftari la mpiga kura, kwa hiyo kuna tofauti. okay. kwa hiyo kwa sisi tunasema awamu yetu ya kwanza ya uboreshaji wa daftari ilikuwa Januari mm -hmm. mwaka huu. Kwa hiyo sasa hivi tunasema ni awamu ya pili kuelekea uchaguzi tunaenda tunasema, awamu ya pili ya uboreshaji. Kwa hiyo awamu ya pili ya uboreshaji tuna-, kuna vitu vya msingi kabisa tunaviangalia, yeah. Kitu cha kwanza tunaangalia wale ambao wakupata nafasi ya kujiandikisha ile Januari, mwaka huu mm -hmm. Inawezekana mtu hakuwepo kwa sababu yoyote ile mm -hmm. alikuwa mgonjwa, alikuwa nini, hakuwahi kujiandikisha katika daftari la kudumu la kupiga kula au amebadilisha makazi, si unajua, watu wanabadilisha makazi mara kwa mara. Inawezekana huyu mtu alibadilisha makazi kutoka kazi moja kwenda makazi mengine Nijia. kwa hiyo amehamia kutoka Songea amekuja Mtwara, ametoka Iringa ameenda Songea, kwa hiyo anabadilisha makazi, kwa hiyo atajiandikisha pale sasa hivi alipo. Kingine wale waliokosa kujiandikisha awamu ya kwanza kama nilivyosema mara ya kwanza, na mwisho kabisa waliofikisha umri wa miaka kumi na nane mpaka watakapofika Oktoba mwezi wa kumi akishafikisha miaka kumi na nane sasa hivi wana nafasi tena ya nini? Ya kuandikisha, ndio mm, kwa hiyo tuna tunasema tunatoa wito mm -hmm, kwa wananchi wote mm -hmm, wa wakazi wa Mtwara mjini mm -hmm. vituo vyetu tutakuwa na vituo karibu kila kata mm -hmm, tutakuwa na vituo ishirini na tano mm -hmm, kwa, kuna tuna kata ambazo kwa kwetu ni kata kubwa na zina watu wengi zaidi mm -hmm, kwa mfano kata ya Magomeni kutakuwa na vituo vitatu mm -hmm. Kwa hiyo wakazi wa Magomeni tunazidi tuna kuelimisha na kuelekeza, watakuwa na vituo vitatu. Tukienda ufukoni nako ni kupana, kuna watu wengi, tutakuwa na vituo zaidi ya kimoja, na kata zingine ambazo ni ndogo ndogo tutakuwa na kituo kimoja, na kituo hicho kitakuwepo kila kata. Tukiachana na hiyo, tuna zoezi la uwekaji wazi wa daftari la awali la mpiga kula. Ili daftari la awali ni ile daftari ambalo tuliandika Januari na wale waliojiandikisha elfu mbili na ishirini na kumi na tano ambao mm -hmm, kadi zao hazikuwa na changamoto zozote, watu tunaweka tena upya, linawekwa wazi daftari na daftari limewekwa wazi toka tarehe kumi na tatu mwezi huu, liko kwenye mbao zetu za matangazo mm -hmm, katika maeneo yale yote ambayo watu walikwenda kujiandikisha mm -hmm, awamu ya kwanza. Kwa hiyo sasa hivi tunatoa wito kwa wakazi wa Mtwara wafike katika vituo vyao walivyojiandikishia waweze kuangalia na kuona kama taarifa zao ziko sahihi. Inawezekana umeandikwa pale Andrew Mtuli, lakini ukaandikwa ni K baada ya me mume. Kwa hiyo unaangalia taarifa zako, je, taarifa ziko sahihi? Maanake siku ya mwisho unaweza ukawakala wa uchaguzi akakukata tu kwa kigezo mbona taarifa zako kama hazikuwa Zahim, sawa sawa ya. Kwa hiyo hiki ndio kipindi chetu cha kwenda kuangalia taarifa zetu kama ziko sahihi. ukiziona mm -hmm. ziko sahihi sawa. kama unaona jina lako limekosewa unaweza ukaomba kusema hapana, sawa kabisa okay. hata kama umri wako wa kuzaliwa mm -hmm. kuna nimepata scenario moja nimeambiwa kuna mtu ameonekana mzalo mwaka 1990. Ah, mimi ndio ameongezea pale. una, una, unaenda unabadilisha kila kitu, unaenda kubadilisha taarifa zako zote zinazohusika utaenda utabadilisha. Lakini sasa Mdia, zoezi la kubadilisha litaenda sambamba na zoezi la uboreshaji ambalo litaanza tarehe kumi na sita hadi tarehe ishirini na mbili uhuhu, mwezi wa tano. Kwa hiyo sasa hivi tunapita kwenye mbao, tunaangalia taarifa zetu Tarehe kumi na sita kuanzia saa mbili asubuhi mpaka saa kumi na mbili jioni vituo vyetu vitakuwa wazi kwa ajili ya kurekebisha taarifa na kuandikisha watu wapya. Uki, ukipata nafasi ya kwenda kituoni kujiridhisha, hata kama unahakika taarifa zako ziko sahihi, ni muhimu vile vile. Unaweza ukaenda pale ukamkuta, na unaweza ukaweka pingamizi kwa mtu ambaye unajua huyu sio mkazi wa huku lakini amejiandikisha huku. Kuna rumu ya, ya kumwondoa mtu ambaye sio unaweza ukaenda. Tuna ndugu zetu wengi wameshafariki dunia, lakini wapo kwenye daftari mm -hmm. Kwa hiyo hii ni nafasi mojawapo nayo, unaweza ukaenda pale kwenye daftari ukaomba kusema huyu hapa ni marehemu, na na uhakika tumemzika. Hata asipokuwepo ndugu yako, kuna fomu utapewa, watamwondoa kwenye daftari mm -hmm. E, na inatupa room mtu mwingine kwa kuto kufahamu. mm -hmm. inawezekana alijiandikisha mara mbili bila kujua mm -hmm. Yaani ulijiandikisha sehemu ukajiandikisha sehemu, ulipoenda kwa maafisa wale waandikishaji kukueleza kusema mimi ninacho kitambulisho, watu wana hiyo wapo. Kwa hiyo ukifika daftari limeeleza huyu mtu amejiandikisha mara mbili mm -hmm. Kwa hiyo atafutwa kwenye daftari daftari mm -hmm. Sasa ili usifutwe kwenye daftari, utafika pale kwenye kituo utasema mimi ni miongoni mwa watu ambao inaonekana nitafutwa kwenye daftari nilijiandikisha mm -hmm. mara mbili. Afisa mwandikishaji waandikishaji wenye vituo watakuuliza wewe unataki ubaki katika mtaa gani au daftari lepi? Kwa hiyo utajieleza, mimi nitabaki mta X huku nifutwe. Kwa hiyo utafutwa kwenye upande mmoja utabaki upande mmoja, kwa wale ambao wamejiandikisha mara mbili, aidha kwa kutokujua au kwa kukusudia, na kama tukijua ulikusudia unaweza ukafutwa kwenye daftari. Sasa ili usiondolewe kabisa kwenye daftari ukakosa haki yako ya kupiga kula, inabidi uende pale ukatoe taarifa zako, ujue unabaki katika engo gani, yani katika daftari gani?